Mradi wa ujenzi wa barabara ya Ruanda Idiwili kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita ishirini ni moja ya mikakati ya serikali kuhakikisha maendeleo ya kiuchumi, kijamii na katika mkoa wa Songwe na maeneo jirani kwa kuboresha mtandao wa barabara ili kuongeza ufanisi katika sekta ya usafirishaji. Ujenzi wa barabara hii unafadhiliwa kwa asilimia mia moja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi, Wakala wa Barabara TANROADS. Muda wa utekelezaji wa mradi huu ni miezi kumi na miwili. Tarehe ya awali ya kumaliza ujenzi itakuwa ni tarehe kumi na tatu Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Mkataba huu kwa ujumla wa barabara ya kilomita 20 ni shilingi bilioni 45 381 milioni 844524 na senti 52 bila VAT. Hii barabara, Mheshimiwa Waziri, kama nilivyosema, ina kilomita 79. Wakikamilisha hii wanawake, wakifanya kazi vizuri, takuja kwako tuangalie tena, waongezee zingine ishirini zisogee. Wakimaliza a ukiwaongezea vile, alafu jilikaa inasogea kule kwa naibu waziri wako kule, itapendeza sana. Hebu mpigieni makofi sana Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeiona hii kazi na nimeridhika na hii kazi na ninaomba kama nilivyosema ya kwamba fanyeni kazi, wa kina mama, fanyeni kazi. Wananchi wanataka kuiona barabara yao inakamilika kwa wakati ili kusudi waweze kuitumia. Na rapili, la pili baada ya lile la taa za barabarani na ukamilifu, ni jambo la ajira. Nimefurahi sana kwamba mnatoa ajira kwa vijana wa hapa hapa. Naomba hilo msilifanyie mchezo kabisa. Kama wako vijana wanwenye kuweza kufanya kazi lazima wapewe kazi za kufanya, ni muhimu sana, na wakimaliza kufanya zile kazi, ni muhimu mwape cheti certificate za kwamba walifanya hizo kazi, ili kazi zingine zinapokuja wawe wanajulikana wa, kwamba hawa ni wataalamu na meneja wa mkoa huu wa Songwe na mjirani yako mkoa wa Mbeya, nakuacheni wakinamama hawa, hakikisheni mnawasimamia, kuna makosa madogo madogo, ili barabara ikimbie katika ujenzi wake. Wamenipa mimi maombi ya kuhakikisha fedha zinapatikana, tutahakikisha hizo fedha zinapatikana, na Rais Samia amenipa maelekezo ila mahala ambako barabara zinatengenezwa hivi sasa, ukamilifu wa barabara ule ni pamoja na kuwekwa kwa taa za barabarani. Kwa hivyo na hapa Iyula, na vijiji vingine vitapata taa za barabarani ili kuweza kufanya biashara usiku na mchana.